Hali minayozungumzia inaitwa kibofu cha mkojo cha neurogenic. Sasa kibofu cha mkojo cha neurogenic, kibofu chenyewe huwa kawaida, lakini kinachotokea hasa ni kwamba watoto hawa huzaliwa na ulemavu kwenye uti wa mgongo wao, ama wakati wa kuzaliwa uti wa mgongo huwa wazi, hali ambayo inaitwa mielomeningosele. Na kinachotokea ni kwamba wakiwa tumboni, mgongo na neva zinazokwenda kwenye kibofu cha mkojo na utumbo huogelea kwenye majimaji ya amniotiki. Hii husababisha matatizo kwenye kibofu cha mkojo na kwenye utumbo. Sasa tunazungumzia matatizo gani hapa? Watoto hawa huja wakiwa na dalili gani? Watoto hawa huja wakiwa hawawezi kutoa mkojo kwenye kibofu chao, pia huja wakiwa na maambukizi ya mara kwa mara ya njia ya mkojo yanayosababisha kupooza, homa ya juu na kushindwa kabisa kutoa mkojo, jambo ambalo ni la kusumbua sana kwa mtoto na wazazi. Miongoni mwa mambo muhimu tunayofanya kwenye ugonjwa wa kibofu cha mkojo cha neurogenic ni kufanya kile kinachoitwa uchunguzi wa video urodynamic. Uchunguzi wa video urodynamic ni uchunguzi maalum sana unaokuambia kwamba unapojaza kibofu cha mkojo, nini hutokea kwenye kibofu. Je, kibofu hupokeaje mkojo? Je, kinalegea kama inavyopaswa kawaida na kushikilia kiasi kikubwa cha mkojo kwa shinikizo la chini au kinafanya kazi haraka sana kwa kasi? Je, kinaanza kuvuja? Kama kinavuja, kinavuja kwa shinikizo gani? Kama kuna mkojo unarudi juu kwenda kwenye figo, huu mtiririko wa kurudi nyuma unaitwa vesicoureteric reflux, unafanyika kwa shinikizo gani? Kwa hiyo tunapata taarifa nyingi sana kutoka kwenye video urodynamics na kutokana na haya tunampa mtoto matibabu yanayofaa ambayo mara nyingi ni matibabu ya dawa, au kwa watoto ambao hawawezi kumaliza mkojo kwenye kibofu, tunapendekeza kutengeneza njia maalum kwa kutumia kidole tumbo apendit. Kwa kawaida kidole tumbo apendit huondolewa wakati wa ugonjwa wa apendicitis, lakini sisi tuna matumizi makubwa ya apendit Tunaihifadhi apendiksi pamoja na damu yake, kisha tunatengeneza njia kutoka kwenye kibofu hadi kwenye ngozi, ambapo mtoto anaweza kupitisha bomba linaloitwa katheta na kutoa mkojo mara kwa mara. Hii inaitwa kuweka katheta mara kwa mara kwa usafi. Nchini mwetu, hasa katika bara dogo la Asia Kusini, kuna idadi kubwa ya watoto hawa ambao wamepuuzwa, na hivyo basi kuwahudumia watoto hawa kunahitaji umakini mkubwa jambo ambalo tunafurahia sana kulifanya kama kitengo cha rufaa cha juu cha urologia ya watoto.